Kwa mfano safari hii tumekuja shule ya msingi Mkoka ni shule ambayo ina watoto wenye mahitaji maalum. Kuna watoto wenye ulemavu wa ngozi, ulemavu wa kutembea na wasiosikia. Sasa kwa mwaka huu tumekuja tumewaletea baadhi ya vitu ikiwemo vifaa vya madarasani kwa maana madaftari, peni, tumewaletea vyakula, nguo, tumeleta vitu vyenye thamani ya shilingi milioni moja na laki tano, na hii imekuwa ni utaratibu wetu DUWASA kila mwaka. Tumekuwa tunaenda kutoa misaada maeneo tofauti tofauti. Kwa mfano mwaka jana tuliweza kwenda gereza la Isanga tukawalipia faini wanawake watatu ambao walikuwa wamefungwa kwa kukosa kulipa faini. Sisi DUWASA tukawalipia faini wale wanawake tukawatoa na haikuishia hapo, tuliweza kwenda Bwigili kwenye kituo cha kulelea wazee, tukaenda pale napo, tukatoa misaada ya chakula, nguo na baadhi ya dawa. Na si hapo, si hivyo tu, tumekuwa tukifanya hivyo kila mwaka. Mwaka juzi pia tuliweza kwenda kituo cha Mlali ambapo kina watoto walemavu, tukaenda kule nako tukatoa misaada yetu. Na pia nipende kutoa wito kwa taasisi nyingine au watu binafsi tujitahidi sana kuweza kutoa misaada hii. Ni sehemu ya sadaka, lakini sadaka ile, yani, ni kitu ambacho kinagusa. Kwa mfano hata kwa wao watoto tunawapandikizia kitu kizuri, wao wakijua kupokea, basi katika akili zao watajifunza na wao kutoa, na ndio utamaduni wa Watanzania wengi wa watu wote tu wastarabu

Jina langu ni Elizabet, baba wangu ni Davis, alama yangu ni Eliza. Wageni karibuni. Tumefurahi sana kuwaona kuwatembelea wanafunzi viziwi. Mungu awabariki sana wanafunzi viziwi, na walemavu wa macho, walemavu wa ngozi, eh, walemavu wa viungo. Mmefika hapo kuwaona, Mungu awabariki. Tumefurahi, tumefahamu, tumeona umuhimu wenu. Mungu awabariki. Kusoma kwa walemavu ni kazi na wakufundisha pia ni kazi, tunaombea kwa Mungu, Mungu awabariki. Tumeona zawadi zimekuja nyingi nzuri, tumefurahi kutoka DUWASA. Sisi viziwi tunapenda amani. Sehemu ya kulala kwa viziwi bweni hakuna. tunaomba wageni wengine mfike hapa msaidie, kwa baadaye muwe mnafika hapa msaidie. Tunafurahi tukiwaona, tukiwaona tunafurahi. Mungu awabariki wageni, asanteni vizuri hivyo. Kuna changamoto hiyo ya madarasa hivyo hivyo, zipo changamoto zinazokabili hususani, changamoto za kiuchumi kwa watoto wetu. Haa, wapo watoto ambao wanatoka mazingira magumu ambapo inapelekea wanakosa matibabu katika wanapokuwepo shuleni. Wazazi wengi wanatoka katika familia ambazo ni maskini, wakiwa na watoto hawa wanashindwa kuwajali vizuri, kuwapatia mahitaji muhimu. Na ukizingatia katika eneo letu la shule serikali inagharimia sana chakula na malazi, lakini huduma zinazobakia ni mzazi anatakiwa agharamikie. Kwa tumekuwa na changamoto hiyo kubwa sana ambayo wakati mwingine nafikia hatua mwalimu nabidi ujitoe tu mfukoni kuwahudumia watoto wale ambao wanapata changamoto, mfano kukosa sabuni, mafuta ya kupaka, viatu na kadhalika. Lakini pia tunawashukuru wadau ambao wanakuwa wanatutembelea mara moja moja, kama nyie mtu tutembelee hapa, tunaweza kupata baadhi ya mahitaji kama sabuni, mafuta au viatu e. Nipende kushukuru juzijuzi, juzi hapa kuna mdau mmoja ametokea, nafikiri maeneo ya Dodoma japo hakujitambulisha lakini aliwasaidia watoto, aliwatea viatu. Watoto wengi walikuwa hawana viatu kabisa, e, hususan wale wanaotoka katika familia za kimaskini kwao. Namshukuru sana. Kwa hiyo e, vivyo hivyo tuna changamoto ya kukosa walimu. Idadi ya wanafunzi tunayo na walimu waliopo, wapo walimu jumla kwa ajili ya wa watano, lakini wastani wa wanafunzi na walimu ni changamoto, kwa sababu wanafunzi hao wanahitaji malezi ya karibu ya mwalimu pamoja na wahudumu, lakini changamoto tulionayo hii katika suala la kuwahudumia ni kupata patron au matron ambaye anaweza akahudumia kwa ukaribu wa watoto wao, lakini changamoto hii inatukabili ina, kwa sababu katika wilaya yetu hatujapata kuajiliwa yani patron au matron wakuajiliwa au mlinzi katika eneo, bali shule ndo inasaidia kuwaajiri matron, patron, mpishi hivyo changamoto hii inapelekea kuna wakati mtu akichoka wa kufanya kazi akiona kazi ngumu hii ya kulea watoto anaacha tu, anaondoka kwa hiyo mwisho wa siku walimu nabeba mzigo wa kufanya je kuwalea watoto hao. Kwa hiyo mwalimu anafanya shughuli ya kufundisha, majukumu ya nyumbani, na pia wa karibu na watoto. Kwa hiyo ni moja wapo ya changamoto ambayo inatukabili sana, ambapo tunakosa huduma ya patron matron wale wa kuajiriwa, kiangalia baadhi ya vitengo sehemu mbalimbali, angalau halimashauri zimeajiri au serikali imeajiri kwao, tunatoa wito sana, hata niye mnapokutana na viongozi mbalimbali wa serikali kwamba katika kitengo chetu tunaomba walau waweze kwa ajili wahudumu wa kuwasaidia watoto hawa, sababu watoto ni wengi. Ukiangalia watoto wa ulemavu wa akili wanapokuepo bwenini, namna ya control inakuwa ni changamoto kubwa sana huyu labda jisaidie, ukamwoshe, afanyaje? Kwao mambo ni mengi zaidi. Kwao tunaomba sana ili pia changamoto hii iweze kutatuliwa, tutashukuru zaidi.